Umoja wa Afrika AU umejikuta uchi mbele ya macho ya Waafrika. Bila msimamo, bila ujasiri na bila dira ya kweli. Miaka kadhaa iliyopita, taasisi hii iliruhusu na hata kuafikiana kimya kimya na ripoti yake yenyewe iliyotambuliwa kuwa Somaliland inatimiza vigezo vya kujitawala kama taifa huru. Lakini leo pale Israel inapochukua hatua ya kuitambua Somaliland, AU inaghadhabika ghafla, inapiga kelele na kujifanya mlinzi wa umoja wa Afrika. Husiulizi, huu ni unafiki wa kisiasa? Kwenye tahariri ifuatayo Shisia Wasilwa anavua gamba: unafiki wa umoja wa Afrika. Kuna wakati historia huinua kioo, si kwa sababu ya kuonyesha sura bali dhamira. Katika kioo hicho umoja wa Afrika umejiangalia ukaona uso uliogawanyika sauti inayoyumba na msimamo unayoyuka kama chumvi baharini. Somaliland si jeraha jipya, ni kovu la zamani lililoachwa bila tiba. Lakini kelele za ghafla za AU baada ya Israel kuitambua Somaliland zimefichwa ukweli mchungu: Afrika inaogopa kusema kile inachojua kwa kweli. Miaka ilipita, vikao vikafanyika, ripoti ikaandikwa. Ripoti ile ile ya umoja wa Afrika ilikiri kwa lugha ya tahadhari kwamba Somaliland imejenga dola ndani ya kifusi cha dola iliyoporomoka. Iliona amani palipozaliwa vurugu, iliona sanduku la kura palipokuwa bunduki, iliona nidhamu palipokuwa machafuko. Lakini umoja wa Afrika ikaifunga ripoti hiyo kwenye droa ya hofu, ikachagua ukimya badala ya msimamo. Somaliland haikujitenga kwa jazba, ilijiondoa kwa uchovu, uchovu wa kusubiri haki isiyokuja, uchovu wa kuitwa ndugu huku ikisahaulika. Uchovu kuambiwa subiri umoja, ilhali damu ya jana haijafutwa ardhini. Taifa halivunjiki kwa tangazo, huvunjika pale linaposhindwa kulinda utu wa watu wake. Na Somalia, ndiyo ni jina moja kwenye ramani, lakini ramani haishi, watu huishi. Umoja huandikwi kwenye katiba pekee, huishi kwenye mioyo, huundwa na haki husimamiwa na usawa na hudumishwa na heshima. Bila hayo, umoja hubaki kivuli cha neno, sio uhalisia wa maisha. Umoja wa Afrika unasema unalinda mipaka ya kikoloni, kana kwamba mipaka hiyo ni maandiko matakatifu. Lakini je, mipaka hiyo haikuandikwa bila Waafrika? Je, haikuchorwa kwa rula na kalamu za mbali? Ni kwa nini basi AU inaitetea mipaka kuliko watu? Ni kwa nini sauti ya wananchi na kwa kelele lakini hofu ya mataifa makubwa inaitwa busara. Israel iliposema ninatambua, AU ee, ikapiga kelele, lakini kilio hicho hakikutokana na maumivu ya Afrika. Kilitokana na aibu ya kuchelewa. Maamuzi yakifanywa nje, Afrika hukumbuka ghafla kuwa ina misingi. Huu si uongozi, huu ni mwangwi. Umoja wa Afrika hauwezi kuendelea kukaa katikati ya mlango wa historia, mguu mmoja ndani, mwingine nje. Wakati umefika wa kuchagua: ama isimamie haki ya watu kujitawala au isimamie kwa dhati maridhiano ya kweli yatakayojenga Somalia yenye ridhaa ya wote. Kukwepa yote mawili ni kusaditi yote mawili. Somaliland si tatizo la Afrika. Tatizo ni Afrika inayokosa ujasiri wa kusema kweli, na taasisi isiyosema kweli, hata iwe na majengo makubwa na nembo nzuri, ubaki kwa kivuli cha dhamira. Kipo lakini akiongozi